Injili kulingana na Luka Mtakatifu, mlango wa tano. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Ikawa alipokuwa katika mmojawapo wa miji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma, naye alipomwona Yesu alianguka kifudifudi, akamwomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akanyosha mkono wake akamgusa, akisema, nataka takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. Akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako, kama Musa alivyoamuru, iwe ushuhuda kwao. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na waalimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake, hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao alimwambia, E rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi ni lipi? Kusema umesamehewa dhambi zako au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia ondoka ujitwike kitanda chako ukaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama mbele yao akajitwika kile alichokilalia akaenda zake nyumbani kwake huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote wakamtukuza Mungu wakajaa hofu wakisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote, akaondoka akamfuata. Na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi wao kuwanung'unikia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Nao wakamwambia, wanafunzi wa Yohana hufunga mara nyingi na kuomba dua, na kadhalika wanafunzi wa Mafarisayo; lakini wanafunzi wako hula na kunywa. Lakini Yesu akawaambia, Je, mwaweza kuwafanya wafunge walioalikwa arusini, akiwapo bwana arusi pamoja nao? Lakini siku zitakuja, watakapoondolewa bwana arusi, ndipo watakapofunga siku zile. Akawaambia na midhali, hakuna akatae kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu, na kama akitia, amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama akitia, ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Lakini divai mpya shati kutiwa katika viriba vipya. Wala hakuna anywaye divai ya kale, akatamani divai mpya, kwa kuwa asema ile ya kale ndiyo iliyo njema.